Mambo ya msingi ambayo tunakwenda kujadiliana mawaziri sekta, wa kisekta wa wizara hizi ambazo wizara ambazo zinazohusiana masuala ya sheria na haki, lakini ni wasi tu e, wananchi wote kwamba mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametengeneza mahusiano mazuri sana na nchi hizi za Afrika ikiwemo Kenya pamoja na uh, ukienda Uganda, Rwanda, East Africa na Central Africa pamoja na Africa kwa ujumla. Kwanza kabisa uh, tumshukuru mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan uh, kuendelea kutengeneza uh, mahusiano ya kimataifa na nchi mbalimbali Afrika na duniani kwa ujumla. Na hivi sasa leo tarehe uh, kumi na tano mwezi wa kumi na mbili, niko hapa Nairobi, jijini Nairobi, kwa ajili ya e, kuongoza kikao cha mawaziri wa sheria na haki chini ya Umoja wa Afrika yani AU. Kwa hiyo Tanzania ndo mwenye, randa, ndo anaenda kuchea hicho kikao ambayo mwenyekiti wake ni waziri wa katiba na sheria wa Tanzania ama waziri wa sheria wa Tanzania. Kwa hiyo E, tutafanya kikao kwa muda wa siku mbili, siku ya tarehe kumi na sita na tarehe kumi na saba, lakini pia vikao hivi vimeanzia kuanzia kwenye technical team au timu ya maandalizi ambazo e, wataalamu kutoka nchi zote za Afrika chini ya AU wameandaa maandalizi ya kutosha, na naamini kwa kuwa tayari e, mwenyekiti wa kikao ambaye ni waziri wa katiba na sheria wa Tanzania amesharipoti hapa jijini Nairobi. Tunaamini kesho kikao kitakuwa na mafanikio makubwa ambapo tunakwenda kuliwakilisha taifa letu la Tanzania kwa hekima, busara na utashi wa hali ya juu ili maslahi mapana ya Tanzania yaweze kulindwa, ma, maslahi mapana ya Afrika yaweze kulindwa, maslahi mapana ya East Africa pia yaweze kulindwa, kwenda kujadili masuala mbalimbali mbali. Yanahusiana na masuala ya sarafu moja na mambo mengine ambayo tutayaeleza baada ya kikao kukamilika. Lakini umuhimu wake mkubwa ni kwenda kutengeneza umoja na mshikamano ndani ya nchi za Afrika, hasa Afrika Mashariki na, na Afrika kwa ujumla, kuhakikisha kwamba kuna kuwa na masuala ya international maswala yako ya, ya international trade and negotiations, maswala foreign policy and diplomacy yani, e, sera za nje na diplomasia, lakini ule, diplomasia ya uchumi yani economic diplomacy, lakini pia tunakwenda kuangalia maswala ya mahusiano kwa ajili ya kuitoa Afrika hapa ilipo iweze kwenda mbali zaidi hasa kiuchumi na kiushirikiano wa kimataifa.